kati ya maswali ambayo nimekuwa nikiuliza na wanawake wajawazito wengi ni kwamba mtajuaje mimi kama nyonga yangu inaweza ikapitisha kichwa cha mtoto yani ikajifungua kwa njia ya kawaida mtajuaje kama nyonga yangu ni nyonga ambayo inafunguka sasa niko hapa kulijibu swali karibu mimi ni Dr. Jessy hauwezi kujua kwa macho tu au kuhisi wewe mwenyewe hapana hapa, hapa unahitaji mtaalamu daktari au mkunga na kuna baadhi ya njia ambazo atazifata ili kuangalia kama nyonga yako inaweza kufunguka na kichwa cha mtoto kupita au kujifungua kwa njia ya kawaida. Njia ya kwanza ni njia ya ndani yani vaginal pelvic exam. Hapa tunaangalia upana wa mlango wa nyonga wa ndani. Then, kina cha nyonga, alafu umbali kati ya mifupa ya nyonga na kama kichwa cha mtoto kimeanza kushuka kwenye nyonga vizuri. Hiyo ni ya kwanza ambayo tutaangalia hivyo vitu ya pili ni kupitia historia ya mama. Kama mama aliwe kujifungua kwa njia ya kawaida bila shida, ina maana nyonga yake ina nafasi ya kutosha kupitisha kichwa cha mtoto iko hivyo. Au kama alifanyia upasuaji kwa sababu mtoto alikataa kupita, basi tunaweza kujua uenda nyonga za mama ni ndogo, haziru hazina, yani haziwezi kufunguka kuruhusu kichwa cha mtoto kupita, au CPD. Pia tunaweza kujua kupitia ultrasound ya mwisho ya ujauzito ambayo inafanyika wiki ya 32 mpaka wiki ya 38 ambayo ina ukubwa wa mtoto hasa kichwa, mkao wa mtoto, au kubwa ya nyonga kwa kutumia CT scan, japo hii haitumiki sana, labda kama kuna kitu cha ambacho ni cha lazima sana kwenye kutumia hichi kipimo. Au wakati mwingine, wakati wa uchungu ni mzuri sana, wakati wakati ambao mama ndo anajifungua, tunaangalia progress ya labor, kwamba uchungu unaendeleaje, njia inafungukaje, je, centimeters zinaongezeka hivyo. Kwa, kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo wataalamu wataangalia. Kwa hiyo kuna ambavyo kama historia labda wewe kujifungua kawaida ni sawa, labda ikute kuna changamoto nyingine imejitokeza hapa katikati au tuweza kujifungua kawaida, labda mtoto maji yamemwishia tumboni, au mimba ni ya mapacha, uh, njia safe ni kufanyia upasuaji na vitu kama hivyo, hiyo haina shida. Lakini kama ule kujifungua kaida, mimba ya pili, kama kuna changamoto yoyote, unaweza kujifungua kaida kabisa. Wala ambao ni mimba za kwanza, basi tusubiri, muombe Mungu, tuangalie wakati wa uchungu sana sana, tuangalie ile progress ya leba inakuwaje.